Hivi nyie Wasukuma mnalima pamba. Unaenda Shinyanga, watu wanalima pamba, njo Geita watu wanalima pamba, nenda Simiu watu wanalima pamba, nenda Mara watu wanalima pamba. Mwalimu Nyerere aliacha jineri, nenda Kasamwa hapa kuna jineri. Hamjai kwenda Kasamwa kwa ajili ya kuchambua pamba ya Wasukuma na kuiongezea thamani ili upate bei zaidi? Nenda Magu, kuna jineri Naenda Buchosa, shule zote zilizojengwa mwanzoni. Mimi nimesoma shule inaitwa Bulima Sekondari, ilijengwa kwa bodi ya pamba. Leo wasukuma wanalima pamba, inachukuliwa hapa, wanauza shilingi mia nane kwa kilo. Nasema uongo? Inakwenda nje, inatengeneza pamba ile, gozi ya hostali kale kadogo kanarudi, unanunua shilingi elfu ishirini na tano Yaani wewe kilo nzima umeuza shilingi mia nane, kanarudishwa kamefungwa kwenye karatasi. Mna serikali hapo? Mna serikali hapo? Hapa tuko ziwani, uongo kweli? Watu wanalima hapo mpunga, uongo kweli? Lakini ziwa liko uso na pua hapo hapo. Hivi Wasukuma mnalima hapa mpunga, mnasubiri mvua ya Mungu mpunga ni siku tisini ni miezi mitatu, umevuna. Uongo kweli? Siku tisini umevuna mpunga wako. Ingeleta maji kutoka ziwani ikawaletea kwenye mashamba yenu, msinge subiri siku tisini. Ukivuna siku tisini unapanda unakatia unalima jarubarako unamwaga maji unapanda. Baada ya siku tisini unakata unalima unapanda, ungevuna mara nne kwa mwaka. Tuna serikali ambazo zinatufanya tuwe maskini, ili waende kukopa nchi za nje watuletee pesa za tasafu kuwapa wakina mama wetu, halafu wanawalimisha kama wamekuwa magreda kwenye nchi yetu.